Hayo yameelezwa na afisa ustawi wa jamii si hospitali ya mkoa wa Arusha Montimeru Daniel Kaiskiwe aliposhiriki katika mdahalo ulioandaliwa na KKKKT kwa kushirikiana na SHIVYAWATA katika utekelezaji wa mradi ujulikanao kwa jina la Tunaweza uliowahusisha viongozi wa dini na kufanyika katika usharika wa Engarnarok KKKKT Diocese ya Kaskazini Kati mkoani Arusha, amesema kuwa viongozi hao wa dini wana wajibu wa kuwashirikisha watu wenye ulemavu katika ngazi mbalimbali za maamuzi ili waweze kupokea maoni yao na kuyafanyia kazi kwa mujibu wa sheria ya mtoto ya mwaka elfu mbili na tisa. Uh, ni haki au ni wajibu wa kila mwanajamii kutoa taarifa kwenye mamlaka husika anapoona kwamba haki ya mtoto imekiukwa. Lakini pia tumewasisitiza kwamba hata pale napokuwa mtu ameona kwamba labda nikitoa taarifa mimi nitaonekana nina kiherere basi anaweza akatumia ile namba ya moja moja sita ambapo akipiga ile namba anaweza akapatiwa huo msaada. Aa, lakini pia tumewasisitiza kutoa elimu kwa watu kwa wanajamii mbali mbalimbali hususan kutoa kutowaficha watoto wenye ulemavu kwa sababu maeneo mengi hususani hata kwenye nyumba za ibada unaweza ukakuta kwamba ibada nzima inaenda inaisha, hujamwona mtu yeyote mwenye ulemavu. Kwa hiyo, kwa sababu ni kikao au ni mdahalo ambao umehusisha viongozi wa dini, tumekumbushana pia kuwahusisha, kuwashirikisha kwenye maamuzi mbalimbali, lakini kuwahusisha pia kwenye nyumba za ibada watu wenye ulemavu, kwa sababu na wao wana haki kama kama waumini wengine. Katibu wa Shirikisho la Vyama vya Watu Wenye Ulemavu mkoa wa Arusha, Happiness Rafael amesema mdahalo huo umekuwa na manufaa, kwani viongozi hao wametambua umuhimu wa kuwashirikisha watu wenye ulemavu katika maendeleo mbalimbali mbali, ikiwemo ujenzi wa miundombinu. Mdahalo huu umekuwa wa baraka sana, kwa sababu tumeona ni jinsi gani watu au Wakristo wa na viongozi wa dini walivyochangia na kuonyesha kwamba kuna maeneo ambayo hawakuwa wanajua kwamba ni ukatili unaofanyika katika maeneo mbalimbali, katika familia, katika jamii na hata katika kanisa. Nikisema katika kanisa, ni pale ambapo miundombinu ambayo isiyo rafiki inapowekwa ya ku, ambayo watu wenye ulemavu wanashindwa kufika ibadani na kupata huduma. Mchungaji kiongozi wa KKKKT Usharika wa Enganaroku, mchungaji Solomoni Dereva na baadhi ya viongozi walioshiriki katika mdahalo huo akiwemo Agnes Masawe na Pin Severin wameahidi kutekeleza yale yote waliokubaliana katika mdahalo huo. Sisi sote ni watu. Kila mtu anaweza akawa mlemavu aidha kwa kuzaliwa ama kwa kupata akiwa mtu mzima. Lakini pia tumekumbushwa umuhimu wa kujenga miundombinu katika kanisa na maeneo yote ya kijamii kama hospitali, shule, ili basi hii wanapotokea mtu mwenye ulemavu aweze kupata huduma. Na moja ya jambo tuliyokubaliana ni kwamba tukahakikisha kwamba haya tunakwenda kuyatekeleza katika jumuiya zetu na katika makanisa tunakotoka. Kwa kweli, swala la ukatili hasa sisi tunaofundisha watoto tunaliona kwa karibu sana maana wale watoto unajua, watoto wadogo hawana siri, wanasema matendo wanaofanyiwa kule. Sasa kwa vile tulikuwa hatujui jinsi ya kuwasaidia, leo tumepata namna ya kuwasaidia. Kumbe watu wenye ulemavu wana haki, haki ya kuhudumiwa, haki ya kusaidiwa, haki ya kuishi. Na kitu cha pili nimejifunza kwamba watu wenye ulemavu pia wana sauti katika yale mambo ya ukatili wanayofanyiwa wana sauti, na pia wanaweza kutetewa na kusaidiwa katikati ya sehemu ambazo wameathirika. Na kitu cha pili nimejifunza, kanisa kama kanisa kubeba hili jambo na kuliona ni jambo kubwa na la muhimu kuisaidia jamii, hasa katikati ya watu walioathirika. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elihuru Machao.